Leo tunasafiri hadi ndani ya ardhi takatifu kushuhudia mkasa wa kweli uliostaajabisha ulimwengu mzima. Huu ni mkasa wa wachimbaji 33 wa madini waliofukiwa na kifusi kizito cha tani maelfu ya maelfu, waliozikwa wakiwa hai, wakisubiri muujiza, huku akijua fika kuwa msaada uko mbali kupita maelezo. Takriban siku 69 walikaa mafichoni na chini ya ardhi hiyo, lakini cha kustaajabisha ni kwamba wakati uokoaji, 33, wa uokoaji wote 33 walitoka wakiwa hai, hakuna hata mmoja aliyepoteza maisha. Fikiria, walikuwa na chakula cha dharura kilichopaswa kuwatosha siku tatu tu, lakini waliishi siku 69. Je, yes, siri ilikuwa ni nini? Ni nini kilitokea huko chini kwenye giza nene na joto lisilovumilika? Je, ni nguvu ya imani au kuna siri nyingine iliyowabakisha hai? Mimi sina maneno mengi. Ungana nami tunapofungua ukurasa wa simulizi hii ya kusisimua. Twende pamoja tukaelewe mkasa huu wa kweli mwanzo hadi mwisho. Ndani ya nchi nyembamba ndefu iliyobanwa kati ya bahari na milima, nchi ambayo ardhi yake imejaa utajiri mkubwa, lakini utajiri huo hulipiwa kwa jasho, damu na maisha ya watu wa kawaida. Kwa miongo mingi, Chile imekuwa moyo wa uchumi wa madini duniani: shaba, dhahabu, fedha. Lakini chini ya ardhi hiyo kulikuwa na siri uzembe na vifo vya watu waliofukiwa na vifusi ikiwa bado wapo hai. Katika mkoa wa Atakama nchini humo palikuwapo mgodi mmoja ambao ulikuja kuwa maarufu sana baada ya kutokea tukio hili la kutisha na kuhuzunisha. Mgodi wa Sanjos. Mgodi huu haukuwa wa serikali bali ulikuwa wa kampuni binafsi na kama ilivyo kwa migodi mingi ya aina hiyo, usalama haukuwa kipaumbele kabisa. Faida ndiyo ilikuwa mfalme. Kwa miaka mingi, mgodi huo ulikuwa na nyufa kwenye miamba, ulikuwa na onyo la kuporomoka, lakini kila kitu kilifunikwa kwa sentensi moja tu inayosema, tutaendelea kesho kwa wachimbaji wa Sanjos mgodi huo ndio ulikuwa sehemu inayowapa riziki yao, chakula cha watoto wao, kodi ya nyumba, na wakati mwingine ulikuwa chaguo pekee kati ya kufa kwa njaa au kufa chini ya ardhi. Miongoni mwao walikuwa wapo baba, kaka, waume na vijana wapambanaji haswa. Hakuna hata mmoja aliyefikiria kuwa siku fulani watakuwa jina la kumbukumbu ya dunia nzima. Ilikuwa ni asubuhi tulivu ya Agasti 5, 2010. Hakukuwa na tetemeko, hakukuwa na ishara yoyote ya hatari. Ndipo wanaume 33 walishuka chini ya ardhi, chini kabisa zaidi ya mita mia saba, kama walivyozoea kufanya zaidi ya mara elfu moja kabla, lakini hawakujua kwamba safari hiyo isingekuwa kama safari nyingine yoyote waliofanya. Chini ya mita mia saba ardhi katili ilikuwa inawasubiria. Chini ya ardhi, muda huwa hauna maana yoyote, kwa sababu hakuna jua wala hakuna anga. Kuna taa tu kwenye kofia za wachimbaji na sauti ya chuma kinachotumika kukwangua miamba. Ilipofika saa za mchana, wanaume 33 walikuwa wametawanyika ndani ya mgodi wa Sanjos. baadhi walikuwa wanachimba wengine walikuwa wanabeba mawe na wengine walikuwa wamekaa wakipumzika, wakisubiri zamu zao. Hakuna aliyesikia cha ziada mpaka kiliposikika kishindo kisicho na mfano. Sio mlipuko wa kawaida, sio sauti ya jiwe kuanguka, ilikuwa ni sauti ya mlima mzima kuhema kwa mara ya mwisho. Ardhi ilianza kutikisika isivyo kawaida. Miamba mikubwa ilianza kuporomoka, tawa lizokuwa wanategemea nazo zikazimika, vumbi lilitawala kila mahali. Sekunde chache tu, lakini kwao walihisi tofauti kabisa. Zilisikika saudi zao wenyewe zikisema kimbieni, lakini ulikimbia wapi, wakati njia yenyewe ya kutokea ilikuwa inaporomoka ndani ya dakika chache tu wanaume 33 walijikuta wamefukiwa wakiwa hai. Na sio kufukiwa tu, tena chini sana, zaidi ya mita mia saba, ambavyo ni sawa na urefu wa viwanja saba vya mpira wa miguu vilivyounganishwa kwa pamoja. Dakika za mwanzo kwenye matukio kama haya, huwa kuna kitu hutokea kwenye akili ya binadamu Nadhani unafahamu, wengine hupiga kelele, wengine hukaa kimya, na wengine huanza kufanya maombi na kumrudia Mungu wao. Baadhi ya wachimbaji walijeruhiwa vibaya, mikono ilikatika, miguu ilivunjika, lakini cha kutisha zaidi hakikuwa majeraha tu, ilikuwa ni hewa. Mgodi ulianza kupoteza oksijeni, joto liliongezeka na hewa ikawa nzito, nzito, nzito wakati huo ndipo waliamua kwenda kwenye sehemu moja iliyoitwa refuge mahali pa dharura lakini refuge hiyo haikujengwa kwa ajili ya watu 33 ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya watu wachache tu tena kwa muda mfupi sana lakini sasa ilikuwa ndiyo tumaini lao pekee siku ya kwanza walipohesabiana waligundua bado wako 33 Hakuna aliyekufa papo hapo katika dhoruba ile, jambo zuri kabisa, lakini swali lilikuwa ni moja tu: tutakaa hapa kwa muda gani? Na huku chakula cha dharura walichokikuta ilikuwa hakitoshi kabisa, kutokana na wingi wa idadi yao. Makopo machache ya chakula, biskuti chache, maziwa na maji machache sana, chakula cha siku mbili au tatu kwa watu thelathini na tatu. Hakuna aliyesema neno kwa dakika kadhaa. Kila mmoja alitazama mwenzake, kila mmoja alifikiria familia yake juu ya ardhi. Ndipo mtu mmoja akasimama, aliyeitwa Louis Uzwa, fundi umeme mwenye sauti tulivu, akasema kwa sauti ya chini lakini thabiti, kama hatutakuwa na nidhamu tutakufa haraka kuliko tunavyofikiri. Wakalazimika kutulia na kuendelea kusubiri itakavyokuwa. Siku ya kwanza ya pili na ya tatu zilipita wakiwa bado wapo chini ya ardhi, wakiishi kwa kugawana chakula kwa njia isiyo ya kibinadamu kabisa, lakini walilazimika ili kuokoa maisha yao. Siku tatu zilipita wakiwa bado wapo chini ya ardhi, tumaini lao la kutoka salama lilianza kufifia. Juu ya ardhi, hakuna aliyekuwa anajua kama wako hai. Hakukuwa na kelele za mashine, hakukuwa na mtikisiko, na hakuna dalili yoyote ya uokoaji. Wengine walianza kuomba kwa sauti, wengine walinong'ona majina ya wake zao, na wengine walibaki gizani bila kusema chochote. Katika mgodi huo hakukuwa tena na wachimbaji, kulikuwa na wanaume waliokuwa wakipigana dhidi ya akili zao wenyewe, lakini bado hakuna aliyesema maneno ya mwisho kwa sababu sehemu fulani ndani ya binadamu huamini bado kuna mtu juu ya ardhi anayechimba kuelekea kwako. Swali linabaki, watatoka vipi wakiwa salama kabisa? Baada ya siku sitini na tisa? Ikiwa bado ni siku ya tatu tu, wameanza kukata tamaa. Dakika baada ya mgodi kuporomoka, kelele za dharura zilianza kusikika, simu zilipigwa kila maeneo yaliyolazimika Mapolisi walifika madaktari wakaitwa, lakini swali lilikuwa moja tu, wako wapi? Mwanzoni kila mtu aliamini kuwa ni ajali ndogo tu, ajali ambazo migodi ilikuwa imezoea. Walisema tutawatoa ndani ya masaa machache, huenda wako kwenye njia ya pili ya kutokea, labda wamejificha sehemu salama lakini kadri saa zilivyopita hakukuwa na mawasiliano baina yao na wahanga aliodondokewa na kifusi. Ndipo familia zilianza kufika. Wamama walifika wakiwa wanalia, wake walikuja na watoto zao mikononi. Wote waliuliza swali lile lile, mume wangu yuko hai? Baba yangu atarudi? Lakini cha kusikitisha ni kuwa hakuna aliyekuwa na majibu ya maswali yao. Eneo la mgodi likageuka kuwa kambi ya maombi. Wapo waliopiga magoti kuomba Mungu wao, wengine walishikilia picha za vipenzi vyao walio chini ya ardhi. Wataalamu wa migodi walipoangalia hali halisi, ilikuwa inatisha sana na mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, kama kuhai itakuwa ni muujiza. Fujo na misukumano kwenye eneo la mgodi lilizidi kuongezeka. Huku waandishi wa habari, huku helikopta za serikali. Tukio ambalo lilikuwa la ndani ya eneo moja, sasa likageuka kuwa la kitaifa na kisha la kimataifa. Maswali yalizidi kusambaa, inawezekanaje watu 33 wakae chini ya ardhi bila hewa na bila chakula? Lakini bado hakuna aliyekuwa anajua kama wako hai au la. Raisi wa Chile wakati huo Sebastian Pinera alifika eneo la tukio, alisimama mbele ya kamera na kuzungumza kwa sauti ya matumaini, lakini macho yake alikuwa na wasiwasi mkubwa. Akaahidi kuwa watafanya kila linalowezekana, lakini nyuma pazia majadiliano yalikuwa magumu. Wengine walisema gharama ni kubwa sana, wapo waliosema uwezekano wa kuwapata hai ni mdogo lakini shinikizo la umma lilikuwa kubwa kupita maelezo. Chile ilikuwa inaangaliwa na dunia nzima. Madaktari walisema binadamu anaweza kuishi bila chakula kwa wiki chache tu, lakini chini ya ardhi hali ni tofauti kabisa, inaweza zikafika au zisifike. Siku zilizidi kukatika, huku ndugu wa wahanga walianza kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya maombolezo ya msiba. Habari zikaanza kubadilika, lugha sio tena wachimbaji wamekwama, bali miili ya wachimbaji huenda iko chini ya ardhi. Hilo neno miili liliwachoma na kuwakata familia nyingi, lakini bado uongozi wa Chile haukusimama. Mashine nzito zilizidi kuletwa, mitambo mikubwa ikaanza kazi ya kuchimba na kila aina ya mbinu ya kuwatoa salama waliofukiwa na kifusi ikafanyika mpaka zikatimia siku sitini na tisa hadi mtu wa mwisho kutolewa chini ya ardhi, hiyo, ya ardhi ndipo oparesheni hiyo ikafikia tamati. Operesheni iliyopewa jina operesheni San Lorenzo. Katika oparesheni hiyo ya uokozi Chile haikuwa peke yake, ililetewa misaada kutoka Marekani, Australia pamoja na Canada misaada ya wataalamu pamoja na mashine maalum zilizosaidia kwenye hatua ya uokozi. Baada ya shangwe na furaha za familia pamoja na wahanga wa dhoruba waliookolewa na kuonana tena na wapendwa wao, baadhi walijikuta wakinaswa kwenye gereza la msongo wa mawazo wakishindwa kabisa kuivunja kuta ya kumbukumbu za siku zile 69 za chini ya ardhi. Walishindwa kabisa kurudi katika hali yao ya kawaida. Wapo walioamua kuandika vitabu na kuelezea namna alivyoweza kuishi chini ya tani maelfu za udongo wakisimulia jinsi toni la maji na tonge la chakula lilivyokuwa na thamani ya uhai. Lakini ukweli unabaki pale pale: kila mmoja alitoka kule akiwa na alama isiyofutika. Hakuna aliyeweza kuthubutu au kuwa na ujasiri wa kurejea tena migodini. Mimi sina maneno mengi, mwanzo mpaka mwisho nimekuwa nawe. Mimi ni Abuu Fazard, na hii ni The Story Bits.